Sheria saba za kuwa tajiri. Chaneli Ahadi Divertissement. Utangulizi. Karibu sana kwenye chaneli ya Ahadi Divertissement. Leo tunakuletea maarifa yatakayokusaidia kuanza safari yako ya utajiri. Hii si ndoto tu, bali ni hatua halisi zinazotumiwa na watu waliofanikiwa duniani. Hizi ni sheria saba ambazo ukizifuata kwa dhati zinaweza kubadilisha maisha yako. Sheria ya moja: hiweka akiba kabla ya matumizi kila unapopata pesa, iwe mshahara, faida au zawadi, jiwekee asilimia kumi kwanza. Hii ndiyo mbegu ya mafanikio yako. Maskini hutumia kwanza, halafu hujaribu kuokoa. Tajiri huweka akiba kwanza, kisha hutumia kilichobaki. Jifunze kujilipa wewe kwanza. Sheria ya mbili, itumia chini ya unachopata. Usijaribu kuishi maisha ya kuonyesha. Watu wengi wanapoteza fedha kwa kutaka kuonekana Tumia chini ya kipato chako. Hii ndio siri ya uhuru wa kifedha. Matajiri wa kweli huishi maisha ya kawaida, lakini huchukua hatua za kipekee. Sheria ya tatu, jifunze kila siku kuhusu fedha. Maarifa ni nguvu. Tenga muda wa kusoma vitabu kuhusu fedha, kutazama video za mafanikio, au kusikiliza watu waliowahi kufaulu. Jenga maarifa yako kuhusu uwekezaji, nidhamu ya kifedha na biashara ujinga kuhusu pesa ni gharama kubwa kuliko chochote. Sheria ya nne: hiwekeza. Ii e, usihifadhi tu akiba bila uwekezaji haizalishi. Wekeza katika vitu vyenye dhamani ya muda mrefu kama ardhi, biashara, hisa au hata elimu yako. Usihifadhi pesa tu kwenye akaunti ya benki bila mpango, weka pesa zako mahali zitakakua. Kumbuka, pesa isiyofanya kazi ni kama mbegu isiyopandwa. Sheria ya tano: hujihusishe na watu wanaojenga wewe. Ni wastani wa watu watano unaowazunguka kila siku. Ukiwa karibu na watu wanaolalamika utaanza kulalamika pia, lakini ukijizungushia watu wenye malengo utaanza kujifunza, kuchochewa na kuamka kila siku kwa nguvu mpya. Chagua marafiki zako kwa hekima. Mafanikio yako yanategemea hilo. Sheria ya sita: hikuwa na subira na nidhamu. Utajiri ni matokeo ya maamuzi madogo yanayorudiwa kila siku. Usitarajie kufanikiwa mara moja. Mafanikio yanahitaji muda, nidhamu na uvumilivu. Fanya kazi kwa bidii lakini pia kwa akili. Weka